Mwezi Oktoba mwaka 1993, anga la Mogadishu, mji mkuu wa Somalia, lilikuwa limejaa wasiwasi, vita na njaa. Jeshi la Marekani lililoamini lina nguvu zaidi duniani lilitua ardhini ikiwa na lengo moja la kumkamata kiongozi wa wapiganaji wa Kisomali, Muhammad Farah Aidid. Mnamo saa tisa jioni ya siku hiyo helikopta aina ya Black Hawk zilianza kushuka juu ya mji. Askari wa kikosi maalum cha Delta Force walishuka kwa kamba, wakapiga doria katikati kati ya jiji lililojaa raia. Lakini ndani ya dakika chache, sauti ya risasi ikavunja ukimya wa Mogadishu. Pasipo kutegemea wala kutarajia, helikopta moja ya Black Hawk ilipigwa na roketi na wapiganaji wa Kisomali. Anga likawa la giza, moshi na vilio vilienea. Kwa mara ya kwanza, Marekani ilikumbana na vita halisi vya mitaani ambavyo haikuwa imevizoea. Askari wachache waliokuwa wamezungukwa walipambana bila ya msaada. Risasi, mawe na silaha ndogo ndogo zilitumika kupambana na jeshi lenye teknolojia kubwa. Dunia ilishuhudia Somali ikisimama imara. Watu wa kawaida waligeuka wanajeshi wakitetea ardhi yao dhidi ya nguvu kutoka nje. Baada ya mapambano hayo makali, Marekani iliamua kuondoka Somalia. Dunia ilibaki ikihoji, je, nguvu ya silaha inaweza kweli kushinda mapambano ya watu wenye ari? Vita vya Mogadishu vilibadilisha namna mataifa makubwa yanavyoshughulika na Afrika zaidi ya miaka thelathini iliyopita kwa sasa, lakini kumbukumbu za Black Hawk Down bado zinaishi, zinatukumbusha kuwa amani hailetwi kwa nguvu, bali kwa mazungumzo, utu na heshima. Usiache kufuatilia visa vya namna hii katika peji zetu zote za Golden Firdaus Media, akileta kwenu na si mwingine bali Abal Hisan, the sun of Africa.